Kweli tunazitoa shukurani za dhati kwa ndugu zetu majaji, siasa familia zenu kutupa wakati wenu kwa ajili ya kuja kutupa ushirikiano wenu, bila kuwasahau alhikma, taasisi ya Alhikma Foundation inayoongoza na Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdali na ndugu yake kezi wetu ndugu yetu bwana Nuruddin Kishki, tunasema kwa kweli hatuna maneno ya kusema, maneno yametuishia kwa furaha kubwa ambayo tunayo ya kile mlichokifanya cha kuweza kutupa ushirikiano juu ya musabaka ambao tumeuandaa huku, tukisema majaji wetu, tunasema kwamba kwa kweli, inna alaina tadma inna alaina tadma au inna, inna alqalba la yahsan wa inna alaina tadma, hakika macho, moyo unasikitika, macho yanatoa chozi, hatuna zaidi ya Hatu kusema kwamba karibuni tena, karibuni tena, tunaomba kwamba isiwe ni mara ya kwanza isio ni mara ya kwanza katika nchi hii ya Burundi, bali mjihisi kwamba iwe ni mara nyingi na mara ya tena kuja katika nchi yetu hii ya Burundi. Kwa kweli, tupeni kama maoni yenu na maneno yenu ya mwisho kama nasaha ambazo mnaweza mkatupa warundi ambao tumekupokeeni na tukawa pamoja nanyi katika siku hizi. Kwa kweli, tumeziona kama ni ndoo kama kufumba na kufumbua, lakini hivyo ndio hivyo, qaddara Allahu wa mashafal, kile ambacho alichokadiria Mwenyezi Mungu kimefikia. Kwa hiyo tunasema karibuni, safari njema, mfike salama wali mlawt utakaokuta juan kwenu wakute salamanamshahu. Naam, kwanza niseme kama nilivyosema awali, nashukuru kwa mapokezi mazuri ambayo tumepata kutoka kwa ndugu zetu wa Burundi. Tunaamini kabisa na tunakiri kwa moyo na tunatamka kwa ulimi kuwa nini na ndugu zetu, kwa sababu ndugu wetu unaunganishwa na kitabu cha Allah. Pili, kushukuru Mwenyezi Mungu kwa uwezesha jambo kwenda vizuri la musabaka aia kufanya na uh, uh, uh, kimsingi jambo hili ni jambo kubwa, ni uh, jambo ambalo mnasema, mmesema ni dogo, lakini kwa namna ambavyo ni jambo kubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nilizidi uh, li kuwa kubwa. Mmesema mara ya kwanza hii mmefanya uwanjani, lakini kwa namna ambavyo limefanyika limefana sana. Kwa hiyo huu ni mwanzo mzuri wa kuwa uwanjani, na inshaallah msitoke uwanjani, uendelee kuwa uwanjani, na hii itatoa sura kwa watu wengi kulifahamu jambo hili na kulifurahia. Kwa kweli linaunganisha watu jambo hili, jambo la Qur'ani na Qur'ani, eh, kawaida yake mtu anayeshikamana nayo humnyanyua, na mtu anaeasha kwa kauli mbiu yetu wanasema, Qur'ani ima ikunyanyue au ikubwajo na kwa kauli yenu ani ni kamba sikia yenye mshikamano na tiba ya kuondoa mifaraka. Kwa hiyo uh, ndugu zetu mwendelee <tis> ya nazuri. Na kwa kumalizia, niseme kuwa kuna mambo ambayo tumezungumza na wandaaji, kuna mambo ambayo tumezungumza na majaji Naamini, inshaallah jambo hili litakuwa bora zaidi kadri siku zinapoendelea. Na mashaallah washiriki wengi wamesoma vizuri, ni vijana wazuri, na uwezo huu tuliojengeana, inshaallah kufanywa kazi vizuri, tutakuwa ni wenye kutoa natija nzuri sana sana sana, sana. hatuna mengi ya kusema kwa muda huu, lakini inshaallah kadri muda unavozidi kwenda, tunavozidi kushirikiana inshaallah natija na mabadiliko zaidi na kwa wakati zaidi, na uendelee kuwa pale uanjani sikaa, tukirudi kwenye hall, kwenye ukumbi

Chifu jaji wa msabaka wetu, na sasa tunaelekea fudi yetu Sheikh Hashim Othman Madenge, ambaye alikuwa ndiye alikuwa na anatoa ah, maswali kwa mshindi wa msabaka wetu. Nawe pia tunaomba utupe ni madogo ambayo takayokuwa nayo katika nyakati hizi za mwisho za kuagana, naam.

ndani ya uwanja wa Al-Eid Masjid al-Khair, shukurani za kipekee kabisa ziwaendee kwa waandaji wetu akiwemo kiongozi wao mkiongozi waoana pamoja na timu yake nzima, tunakushukuruni kwa maandalizi mazuri, mapokezi mazuri na kazi nzuri. Tunasema hongereni sana, naa akubarikini na akupeni kila laheri. Mashindano yalikuwa ni mazuri sana, na washiriki au washindani pia ni wazuri vile vile, viwango vao ni vizuri. Tunaomba muendelee katika kubaki ndani ya uwanja ule, baada ya maboresho yale. Allah subhanahu wataala atawajalia kheri, na atakusimamieni na mtafika mbali zaidi na zaidi, bila kusahau kumshukuru mheshimiwa Mufti, Mufti wetu mpendwa wa i sali. Mwenyezi Mungu wa mjazi kila la kheri kwa mapenzi makubwa, kwa moyo, kwa kushirikiana nasi. Ni mtu mpole, ni mtu mwema, ni mtu mkarimu. Allah ampe umri mrefu, ampe thabati na sajati katika kazi zake, na Allah amjalii kila la kheri.